Naitwa Abdi T Abdalla, ni profesa mshiriki kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye pia ni mkuu wa mradi huu wa Tanfish Market. Kwenye mradi huu tunatengeneza soko mtandao kwa ajili ya bidhaa za uvuvi katika soko ziwa Tanganyika. Na tumekuja na mradi huu baada ya kufanya tafiti kina ni changamoto kadhaa ambazo wavuvi hawa, hawa wanakabiliana nazo. Kwa hiyo, kutokana na changamoto hizo, tukaamua sasa kama University of Dar es Salaam ku digitize ku digitize ile value chain yote ambayo uh, inawahusu hawa wavuvi kwa sababu tumeona katika changamoto zao wanahitaji digitization, uh, uh, process. Kwa hiyo kuanzia harakati za uvuaji harakati za uchakataji uh, kuweka masoko pamoja na usafirishaji hapa uh, ote humu tumeona namna gani namna gani ya kuweza kuwaingiza uh, digital technology ili iweze kuongeza ufanisi katika shughuli zao za, za kawaida. Kwa hiyo miongoni mwa hiyo miradi, huu ni mradi mmojawapo ambao tumetengeneza soko la mtandaoni. Katika soko hili la mtandaoni uh, wavuvi au uh, wadau wa uvuvi katika sekta hii wana uwezo sasa wa kuuza bidhaa zao nje ya mipaka ya lile eneo kwa walilopo, kwa hiyo uh, wanaweza wakauza mahali popote Dar es Salaam au uh, nje ya nchi. Uh, wanachotakiwa wao ni kuweka bidhaa zao katika soko hili ambalo uh, siku ya leo tunakwenda kuwapa mafunzo na namna gani ya kutumia, lakini uh, pia kuwasajili waweze kufanya matumizi sahihi katika soko hili kwa hiyo tunatarajia uh, soko hili litakwenda kuwaongezea masoko nje ya uh, nchi uh, na ndani pia. Kwa hiyo ina, inaonekana kutokana na tafiti ambazo tumezifanya hata soko la ndani bado hatujaweza kuli, uh, kuli, kulilisha hii, hii ipasavyo. Kwa hiyo utashangaa tunaweza kuja kuongeza uh, uh, tija uh, katika sekta hii uh, adhimu sana uh, kwa nchi yetu, lakini pia kwa sababu hawa uh, uh, wadau wanaweza awa nini wanauza na nini kinahitajika, yani wakaa wa, wako demand driven, yani kitu gani kinahitajika kwa sasa na bidhaa gani wanauza. Lakini pia ina, soko hili linaweza likawasaidia kuweka kuweka rekodi ya ya, ya taarifa zao, hata mtu anaweza kujua bidhaa gani inaanza kupungua na bidhaa gani kuongeza, aweze kuongeza stock management. Kwa hiyo hii pia nayo ni muhimu pia, lakini pande mwingine inaweza kuwapa taarifa serikali, serikali ikaweza kujua nini kinaendelea kina hasa uh, kwa hawa wavuvi uh, wadogo wadogo ambao um, kwa muda mrefu sana wakifanya hizi harakati zao. Kwa hiyo kwa sasa tuna, tuna, tuna wawezesha kuwapa mafunzo ya kidijitali namna gani wanaweza sasa wakukabiliana na soko hili ili kuweza kuleta impact uh, kwao lakini pia na kwa taifa. Kwa kusema awali uh, soko hili litafungua lita mipaka ya uuzaji ya, ya. Kwa hiyo wauzaji wa, wa hawa wanaweza sasa wakauza, wakauza bidhaa zao ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tunategemea utakuwa na mahitaji makubwa sana ya soko na mahitaji ya yakiongezeka, ya, ya, maraake watauza sana na kuongeza kipato chao na kutaifa manake, ni rahisi hata serikali kuweza kuona nini kinajiri kina kwenye hii mifumo na kuweza kuboresha mapato na itokanayo na, na kwenye, kwenye, kwenye value chain. Awali soko hili tumelitengeneza kwa kushirikiana na wadau wenyewe, yani uh, users wa kawaida. Kwa hiyo tunasema kitaalamu, tunasema user centered design, yani tunawashirikisha , lakini tukashirikisha pia wadau wengine wa, wa, ambao wako kwenye, kwenye value chain. Kwa hiyo tukaona namna gani hasa wanaofanya biashara zao, kwa hiyo tunajua ile ile, ile ile ile business process yote, wanauza vipi, wanauza uh, namna gani? Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya uh, ni kuhakikisha kwamba mifumo yetu hii security, ile uh, security ya, ya mifumo yetu hii ni, ni ya hali ya juu sana, kwa hiyo hataweza mtu kuingia kwanza kwenye kwenye, kwenye soko la mtu mwingine, hiyo jambo haiwezekani kwa sababu wakati wote hatutahitaji verification kutoka kwenye namba ambayo ay, yuko nayo kwenye kwenye, kwa wakati ule so, tunaita ile tunaita double authentication process ndio tunahakikisha kwamba mifumo ina security hali ya hali ya juu sana kwa sababu kwanza hatuku design from scratch, yani kutoka tokea mwanzo tunatumia mifumo ambayo tayari ipo na tumecustomize kutokana na mahitaji halisi ambayo tumeyapata kule kwa wananchi wenyewe.